Tunazungumza moja ya watu waliobadili mwelekeo wa dunia ya teknolojia. Huyu si mwingine ni Elon Musk. Na sio kwa sababu alikuwa tajiri tangu utoto, bali kwa sababu alikubali mabadiliko na kukataa mipaka ya kujifunza vitu vingi zaidi. Hebu fikiria mtoto mdogo, yuko peke yake, hana marafiki, kila siku anachekwa, anasukumwa na kuumizwa, lakini kichwani mwake kuna dunia nyingine. Huyu mtoto anaitwa Elon Musk. Alizaliwa mwaka 1971 Petrolia Afrika ya Kusini. Wakati watoto wengine wanacheza, Elon Musk alikuwa pembeni, ameinama anasoma vitabu vizito, vitabu vilivyompeleka mbali kuliko mazingira yake. Upweke ukawa rafiki yake, maumivu yalikuwa mwalimu wake. Shuleni ya kuheshimiwa alionewa, aliwahi kupigwa hadi karibu kupoteza fahamu lakini kila walipomuumiza akili yake ilizidi kujifunga, ikijenga kitu kikubwa kimya kimya. Akiwa na miaka kumi na miwili tu, wakati dunia bado inamuona kama mtoto wa ajabu, Elon Musk aliandika kodi, anaumba mchezo wa kompyuta, anauuza bila sherehe wala kelele. Hatua ya kwanza ya mapinduzi inaanzia hapa. Miaka ikapita ndoto zikakuwa, lakini Afrika ya kusini inakuwa ndogo sana kwa maono yake. Akachukua maamuzi magumu Akaondoka, akaiacha familia, akaiacha nchi, akaifata ndoto isiyoonekana. Ndipo alipochukua uamuzi wa kuingia Canada, kisha Marekani. Huko akasoma fizikia na biashara, lakini kichwani mwake kuna swali moja tu, kwa nini dunia inakubali mipaka? Anapata pesa kupitia biashara ya kwanza, anapata pesa kupitia biashara ya kwanza, anakuwa tajiri wa kwanza kwa mara ya kwanza. Lakini hapa ndipo ulimwengu huchagua kupumzika. Elon Musk hakupumzika. Aliweka pesa zake zote kwenye miradi ambayo ilikuwa na uwezekano mkubwa wa kushindwa. Magari ya umeme, watu wakamcheka. Rocket binafsi, watu wakamuita mwenda wazimu. Ndipo Tesla na SpaceX zinapoanza na hapa ndipo ndoto zilipoanza kuvunjwa. Roketi ikalipuka, kampuni ikawa hatarini kufa, benki zikakataa, vyombo vya habari vikamsambaratisha. Kuna wakati Elon Musk akabaki kuwa karibu na sifuri, akakosa usingizi, akalala ofisini, akabeba mizigo na kushindwa zarani. Wengi wangekata tamaa hapo, lakini Elon Musk alikuwa tayari ameshapitia maumivu makubwa tangu utoto. Hii haikuwa mara ya kwanza kuanguka, akasimama tena. Akajaribu tena, akashindwa tena, lakini pia hakukoma. Siku moja mambo yalibadilika. Tesla ikaanza kubadilisha sekta ya magari. SpaceX ikaanza kutoa roketi zake tena. Ndoto iliyokuwa mzaha ikaanza kuwa uhalisia. Leo jina la Elon Musk linatajwa duniani kote, lakini watu wengi hawaoni kilichokuwa nyuma ya pazia: upweke, maumivu, kushindwa na ujasiri wa kujaribu tena na tena. Hakuna aliyeamini. Mashujaa hawazaliwi kwenye raha, huundwa kwenye maumivu. Kama unapitia kipindi kigumu leo, huenda si mwisho wako huenda ni mafunzo unapitia. Huenda ni kipindi ambacho Mwenyezi Mungu anakuandaa kuweza kufanya mambo makubwa. Kama huaminiwi leo, huenda kesho watu wataandika hadithi yako. Storitela wako naitwa MC Kanuti, kijana wa Storika. Usisahau kusubscribe, comment, like na kushare, tukutane kwenye makala nyingine.